Kwa wale wanaoamini masuala ya bahati, bila shaka mwenendo wa Kibu Dennis Prosper katika upachikaji mabao unaweza kusema alikuwa na gundu, ana mkosi. Ndio kwa sababu Kibu Dennis Prosper ni miongoni mwa nyota wa kunda Msimbazi Simba, ambaye kila mara anapopata nafasi ya kucheza amekuwa akionyesha kiwango cha juu mno, hasa timu inapokuwa na mpira lakini pia timu inapokuwa haina mpira. Ni mpambanaji hasa Kibu Dennis Prosper wanapokwenda kushambulia yeye ni miongoni mwa wale wanaongeza chachu na kufanya safu ya ulinzi ya timu pinzani ivurugikiwe pindi yeye anapopata mpira, hasa anapotokea upande wa kulia, kwa sababu ana kasi, anawafuata na mpira. Lakini mipira ya juu ni mpambanaji mzuri. Timu inapozuia Kibu Dennis Prosper utampenda zaidi, ni mpambanaji hasa, anarudi kuungana na safu yao ya ulinzi katika kuhakikisha hakuna hatari inapelekwa langoni mwao. Lakini linapokuja swala la kuweka mpira wavuni, no, no, no, no. Kibu Dennis Prosper mambo yake hivi karibuni hayakuwa mazuri kabisa, lakini sasa katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, Kibu Dennis Prosper akawa miongoni mwa wachezaji wa Simba waliong'ara sana, na haikushangaza mwishoni mwa mechi, yeye ndiye alitangaza kuwa man of the match, ndio mchezaji bora wa mechi. Ni kwa sababu katika mechi hii ambayo Simba walipata ushindi mnono wa mabao sita bila dhidi ya Dodoma Jiji. Kibu Dennis Prosper alifanya mambo mengi mazuri uwanjani, akafunga mabao mawili katika dakika 54 na dakika sabini, moja wapo likiwa la kichwa, lakini pia akatoa asisti mbili, pasi saidi za mabao kwenda kwa Steven Desemkwala, lakini kwenda kwa Eli Mpanzu Kibisawala aliyefunga bao la utangulizi katika mechi hii. Kwa sababu hiyo, unaona Kibu Dennis Prosper ametua mzigo hasa katika kupachika mabao na katika kuashiria hilo, mwenyewe wakati anafunga bao lake la kwanza katika mechi hii ilikuwa katika dakika ya 54 bao la kichwa. Akawa anajipangusa kuashiria kana kwamba ametoa mkosi, ametoa nuksi, na kwamba sasa anafikisha ujumbe moto tawafikia wapinzani na kumbana na Simba, kwa sababu yeye akipata nafasi ya kucheza sasa fursa ikipatikana anaweka mpira wavuni. Dakika chache baadaye dakika sabini ndipo akafunga bao lingine la pili kuashiria namna gani ambavyo sasa mwenendo wake unakwenda vizuri katika upatikaji mabao kwa kukumbushia tu, Kibu Dennis Prosper alikuwa na mwenendo mbaya kuanzia msimu uliopita wa Ligi Kuu Tanzania Bara, msimu wa 2023/24. Kwa sababu hiyo haikushangaza kuona mashabiki wakimshangilia sana pale alipofunga bao katika mechi dhidi dodo ya Dodoma Jiji. Haikushangaza yeye mwenyewe akishangilia kwa hisia kali, huku akijifuta hicho kilichoonekana kana kwamba ni mkosi. Ni kwa sababu Kibu Dennis Prosper kabla ya mechi dhidi ya Dodoma Jiji alikuwa tayari ameshacheza mechi eh? mechi 37 huku akiwa amefunga eh, goals bao moja bao moja, na wakati huo akiwa msimu uliopita 23 24 akitoa assist tatu, na msimu huu kabla ya mechi dhidi ya Dodoma Jiji akitoa assist moja. Kwa lugha nyingine, msimu uliopita alitoa assist tatu, halafu msimu huu assist moja. Jumla unaona hapa ni kwamba mchango wake wa mabao kwa ujumla, kwa maana kuanzia msimu uliopita na msimu huu kabla ya mechi dhidi ya Dodoma Jiji ilikuwa ni bao moja asisti nne. Tazama kiwango hiki cha upachikaji mabao. Lakini baada ya mechi dhidi ya Dodoma Jiji, Kibu Denis Prosper kwa msimu huu amecheza mechi kumi na saba mpaka sasa. Katika mechi hizi kumi na saba tayari amefunga mabao mawili, two goals, lakini pia ametoa asisti tatu pasaidi za mabao, jumla goal involvement. Goals involvement, amehusika katika mabao matano msimu huu Msimu uliopita alihusika katika mabao manne kwa maana kwamba alifunga goli moja asisti tatu. Sasa kwa lugha nyingine, hivi sasa hapa amehusika na mabao manne, msimu huu mabao matano kwa mechi zote kuanzia msimu uliopita na msimu huu. Kibu Dennis Prosper amehusika katika jumla eh, mabao tisa. Nine goals ambazo maana yake ni nini? Mabao matatu halafu asisti sita sababu eh, tatu za msimu uliopita tatu za msimu huu. Kibu Dennis Prosper bila shaka ni kiwango cha chini cha upachikaji mabao, ni kiwango cha chini cha ushiriki wa upachikaji mabao, lakini bila shaka kutokana na kile alichokionyesha katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji yaweza ikawa ni suluhu kwake kisaikolojia kuona kana kwamba kumbe sasa inawezekana. Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach, yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Lakshar Coach ni kama ndege za ardhini na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za Ligi Kuu Tanzania Bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile, mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia namba za simu unazoona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Vinginevyo ukiondoa eneo la ufungaji, Kibu Denis Prosper mara zote amekuwa kiwango bora. Na haikushangaza mara zote kuona Kibu akiwa miongoni mwa wachezaji wale, tunasema regular starters, wale wa kuanza mara kwa mara, kwa sababu makocha licha ya kwamba wapati mabao lakini wanaona mchango wa Kibu Dennis Prosper kwa ujumla wake katika kushambulia, katika kuzuia, ni mpambanaji haswa ndani ya kikosi, lakini kwenye upachikaji mabao bado ana kazi Kibu Dennis Prosper, ambayo mechi hizi za majiji inaweza kawa stepping stone, chanzo cha yeye kufunga zaidi, kuukumbushia zaidi msimu uliopita ambao nasema alifunga bao moja halafu akatoa assist tatu ilikuwa ni kwa jumla ya michezo 21 moja aliyocheza msimu uliopita. Ukumbushia bao hilo pekee la msimu wa elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne alilifunga tarehe 11 mwezi wa tano mwaka 2023 katika mechi ya watani wa jadi dabi ya Dar es Salaam dhidi ya watani zao Yanga ya katika mechi hiyo Kibu Dennis Prosper, alifunga katika dakika ya tisa. Tunakumbuka vizuri. Dakika ya tisa kwa kichwa katika mechi ambayo mwisho wa siku walikufa mabao matano kwa moja. Mpaka mapumziko ilikuwa moja moja. Yanga walitangulia kufunga kwa bao lilofungwa na Kennedy Musonda, tunakumbuka vizuri. Kisha dakika ya tisa Kibu Dennis Prosper akasawazisha naye kwa kichwa, ilo kwa sababu ilo la kwanza la Yanga lilifungwa na Musonda kwa kichwa. Kipindi cha pili ikawa zahama kwa Simba, wakaongezwa mabao manne wakafungwa tano moja. Baada hapo kwa ujumla Kibu Dennis Prosper akawa amecheza hizo mechi ishirini na moja akiwa amefanya majaribio kadhaa kufunga sio kana kwamba afanye majaribio akapiga mashuti shots mashuti ishirini na mbili kati ya hayo tisa alilenga lango lakini bao lilofunga ni hili limoja la tarehe kumi na moja mwezi wa tano mechi dhidi ya Yanga msimu umekamilika akawa na bao moja tu assist tatu lakini hizo sasa ni mechi ishirini na moja msimu huu Kibu akawa amecheza mechi 16 kabla ya mechi dhidi ya Dodoma akawa hana bao, ana asisti moja tu, lakini baada ya kucheza mechi dhidi ya Dodoma Jiji ikawa sasa ameongeza mechi moja, mechi kwa jumla kumi na saba. Katika mechi kumi na saba Kibu Dennis Prosper akawa ameshapiga mashuti ishirini na saba kumi mirenga lango, hapa ikiwamo mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Halafu amefunga mabao mawili, two goals na asisti tatu, ndio maana pale nikasema amechangia mabao matano kwa lugha nyingine, Kibu Dennis Prosper mpaka sasa amefunga mabao tunachukua ya msimu huu ambao ni mawili, msimu uliopita moja, maana yake ni mabao matatu kafunga Kibu Dennis Prosper baada ya kupiga mashuti 49, 49 shots, kwa sababu msimu uliopita alipiga mashuti 22, tisa on target. Msimu huu mpaka sasa baada ya mechi zile za Dodoma Jiji kapiga mashuti 27. Kwa hiyo 27 na 22 ni mashuti 49 amefunga mabao matatu. Kwa lugha nyingine, tukitaka kupata kitu kinaitwa goals conversion rate uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao tutachukua sasa mabao matatu aliyofunga chini tutaweka jitihada alizofanya kwa kupiga mashuti kwa hiyo itakuwa tatu e, tutafuta goals conversion rate kwa Kibu Dennis Prosper itakuwa mabao matatu chini tutaweka 49 idadi ya mashuti aliyopiga mpaka kufikia sasa kuanzia msimu uliopita tutazidisha kwa 100 ukizidisha vyema hapa utapata around eh uh, eh, gross conversion rate ya asilimia sita. Hiki ndo kiwango cha Kibu Dennis Prosper cha kufunga, kubadilisha nafasi kwa mabao kwa lugha nyingine. Akipiga mashuti mia kwa sasa anafunga mabao sita. Ni kiwango cha chini mno ambacho mechi dhidi ya Dodoma Jiji na Sistiza inaweza ikawa chanzo cha tiba kwake ya kupachika mabao. Kwa ujumla tu iko hivi. Ndio mtazamaji wa Mbwaduke Stats Spoti Next Level. Kipimo kingine cha ufungaji kinaitwa GPM kwa maana Goals pa mechi, idadi ya mechi ulizocheza lakini mabao mangapi umefunga. Kibu Dennis Prosper msimu uliopita alikuwa amecheza mechi 21, halafu msimu huu mpaka sasa ameshacheza mechi 17. Ukijumlisha hapa sasa hivi unaona Kibu Dennis Prosper ameshacheza mechi mechi 38, total mechi, yes. Mechi alizocheza ni 38. Katika mechi hizi 38 Kibu Dennis Prosper amefunga mabao matatu msimu uliopita moja kama nilivyotoka kueleza msimu huu mabao mawili aliyofunga dhidi ya Dodoma Jiji kwa hiyo utaona hapa GPM ni tatu gawanya kwa thelathini na nane ukigawanya vizuri hapa utagundua ni unapata 0.03 around. sasa hii inamaanisha nini inamaanisha bado uwezo wa Kibu Denis Prosper kupachika mabao kwa kuzingatia idadi ya mechi upo chini mno, kwa sababu tafsiri ya GPM goals per match iko hivi: ukipata jawabu 0.5, yani nusu 0.5, maana yake mchezaji huyo ana, ana, inatafsiriwa interpretation yake ni kwamba huyu ni mfungaji bora, ndio kwa sababu anakuhakikishia kufunga bao kila baada ya mechi mbili. Lakini ukipata 0 0.75 baada ya kuchukua idadi ya mabao aliofunga mchezaji gawanye kwa idadi ya mechi alizocheza, basi huyu anaitwa ni world class striker. Ni mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia kwa sababu ya uwezo wake kupachika mabao kwa kiwango hiki. Kichukua idadi ya mabao gawanye kwa idadi ya mechi, kapata 0.75 and above, yani nakwenda juu, hiyo ndio tafsiri ya GPM. Sasa, Kibu Dennis Prosper, tafsiri yake kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara, mechi 38 mabao matatu unakuwa na 0.03 0.03, wakati minimum threshold, kipimo cha chini cha GPM kusema mshambuliaji ni mshambuliaji bora ni 0.5. Sasa, kutoka 0.5 ambayo ni nusu, yeye ana 0.03 3, ni kiwango cha chini mno, lakini nasisitiza, mechi dhidi ya Dodoma Jiji inaweza ikawa tiba mbadala kwake katika kuweka mipira wavuni, kwa sababu amekuwa akifanya jitihada za kutosha amekuwa akipiga mashuti ya kutosha, kama nilivyotoka kueleza. Mipira tu kuingia wavuni imekuwa ikisumbua, kwa sababu ipo inayolenga lango mpaka sasa. Kwa mfano, yale ya mashuti 27 10 yamelenga lango, lakini amefunga haya mabao mawili. Bila shaka, kwa sababu kocha Fadu Davids anaendelea kumwamini kama makocha waliopita akina Abdelhak Benchika na wengineo, maana yake anaweza kufanya makubwa baada ya kupata tiba hii ya mechi dhidi ya Dodoma. Swali, je, ataendeleza kile alichokifanya dhidi ya Dodoma katika Ligi Kuu za Tanzania Bara, kuweka mipira wavuni? Kwa sababu so, Kibu Dennis Prosper kwa michuano ya kimataifa kama michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Simba wanashiriki hivi sasa, wako hatua ya robo finali, wanakwenda kucheza dhidi ya Al-Masri ya Misri, Kibu Dennis Prosper huko amekuwa akifanya vizuri zaidi katika kuweka mipira wavuni kuliko kwenye Ligi Kuu ambako takwimu zake zimetoka kuelezea. Kule katika michuano ya CAF Kibu amekuwa tegemeo mno katika upachikaji mabao. Mfano mmoja wapo katika mechi dhidi ya kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, Simba ilishinda mbili moja, mabao yote aliyoweka wavuni, Kibu Dennis Prosper, na alikuwa ndiye man of the match katika mechi hiyo dhidi ya Sesi Fakshen na akateuliwa kuwa miongoni mwa wachezaji bora wa wiki katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika CAF, inahusisha timu 16, kwenye wiki hiyo ambayo Simba walicheza dhidi ya Sesi Fakshen. Uwezo kaona mfano mmoja wapo namna gani Kibu Dennis Prosper amekuwa kwenye kiwango bora katika michuano ya CAF. Lakini ligi kuu sasa ndo ameanza kuhamishia baada ya kupita michezo takriban, maana ukiondoa mchezo aliocheza dhidi ya Yanga ikapita michezo takriban 37 huu wa 38 kutoka mechi dhidi ya Yanga ndio ambao sasa Kibu Dennis Prosper anafunga mabao mawili, nazungumzia kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Swali, ataendeleza hiki alichoonyesha dhidi ya Dodoma Jiji, ili kile anachokifanya katika kuwauza wapinzani, kuweka mpira wavuni kiakisi kile anachokifanya katika michuano ya kafu, katika kuweka mpira wavuni. Hilo ni suala la kusubiri.